Tumeona ni kundi muhimu sana ambazo tukilipa uh, tukiwajengea tuki uwezo katika eneo hili, suala hili inaweza kukaeleweka kwa undani zaidi na mkatusaidia katika kuhakikisha kuwa tunaimarisha usimamizi wa maeneo haya ambayo tunayazungumzia. Ndugu washiriki, umuhimu wa kutambua athari zinazotokana na kutokuwepo kwa usimamizi thabiti ya shughuli zote zilizoko katika mnyororo wa ugavi ni jambo la msingi kwa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo, kwa kuzitambua athari hizo kuna tuweka katika mazingira mazuri ya kutengeneza miongozo na mikakati mbalimbali ya utekelezaji ili kuimarisha usimamizi na hata kuepukana na athari hizo. Mnasikia kamishna akiongea hapa, kwa kuna wakati atatengeneza miongozo kwenye kila item katika ile mnyororo mzima wa ugavi, na ile itakuwa ni jambo nzuri. Kama tunazungumzia ununuzi kuwepo na mwongozo wake, tukizungumzia uendeshaji kuwepo na mwongozo wake, tukizungumzia usimamizi ufuatiliaji, kwetu tutakuwa na mwongozo wake. Lengo kubwa la mnyororo wa ugavi ni kwamba tunaponunua vifaa au huduma, kiwango yaani idadi na ubora, uwe maintain vile vile mpaka mwisho, kwa mlaji wa mwisho. Hili jambo limekuwa ni mtihani mkubwa sana. Vifaa vinaweza vikanunuliwa vizuri kabisa kwa kuzingatia miiko yote, lakini baada ya ununuzi, vitakapopokelewa na kuendelea, kunakuwa hakuna mwendelezo unaweza kufuatiliwa kiurahisi ili kuthibitisha kama kule mwisho vimefika vikiwa kamili na katika ubora wote. Humu njiani kuna mengi: kuna kupotea, kuna kuharibika kutokana na uzembe, kuna kuibiwa na mengi mengine ambayo ni hasara kwa serikali, na wakati mwingine fedha hizi tunazipata kwa njia ya mikopo na vyanzo vingine ambavyo serikali hugharimia. Sasa ili kuhakikisha fedha hizi zinatumika vizuri na zinakwenda kumfikia yule anayelengwa, ni vizuri sana shughuli za mnyororo wa ugavi zikaimarishwa. Mafunzo kama haya kutoka Wizara ya Fedha yanatusaidia sisi kama wahariri kuweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na habari mbalimbali kuhusu masuala ya uchumi haswa uchumi wa nchi na programu mbalimbali ambazo zinakuwa zinatekelezwa na serikali katika kuhakikisha kwamba umma wa Tanzania unapata taarifa zile ambazo zinakuwa ni sahihi, haswa katika masuala ya uchumi. Tunafahamu ya kwamba serikali inatekeleza miradi mbalimbali mbali, na Wizara ya Fedha ni wizara mama ambayo wizara hii ina Naweza kusema ni wizara mtambuka inaingiliana na wizara nyingine zote ambazo zipo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.